Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu, habari za muda huu popote ulipo. Namshukuru Mungu si jambo kabisa, na tunaendelea kujifunza madarasa ya tiba na kujua miti mbalimbali mbali, matumizi yake na faida zake. Namshukuru Mungu sana, tuonana tena katika darasa hili mpendwa mtazamaji mimi naitwa Dr. Merry mtabibu wa tiba asili kama wewe ni mgeni katika chaneli hii na unatazama video hii kwa mara ya kwanza na kuomba usubscribe ili uweze kupata madarasa yangu ambayo yana faida kwako kwa urahisi zaidi na pia share video hii kwa wengine nao wapate elimu ya hujua nini naenda kufundisha sasa hivi. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaendelea kujifunza vitu vya kiroho, vitu vya asili, vitu ambavyo vitakusaidia wewe kutatua changamoto zako. Unachotakiwa wewe ni kuwa na imani na pia kutuliza akili yako, kuwa na furaha. Utaweza kutatua changamoto zako nyingi. Namna ya kuwa na furaha ni kuepuka kuwa na hasira, kuwa na vinyongo, kuwa na visasi. Pale changamoto inapokuja, akili yako inakuwa imetulia na itakuwa ni rahisi zaidi kutatua changamoto hiyo kuliko pale ambapo changamoto inakuja, wewe unakuwa tayari umejaa hasira na jazba basi wewe akili yako moja kwa moja itakuwa haiko sawa. Kuwa na imani, tuliza moyo na akili yako, ili uweze kutatua changamoto yako. Mpendwa mtazamaji wangu, hii video unayoiona, huu unaitwa mtulatula, ndulele, tunguja. Kila sehemu wanaita majina yake, sisi tunaita mtulantula, wengine wanaita ndulele wengine wanaleta mtunguja. Kwa hivyo hizi tunda za ndulele na huu mti wote wa ndulele ni mti ambao una faida kubwa sana kiafya na kiroho. Nazungumzia kiafya, unasumbuliwa na tumbo, unasumbuliwa na changamoto za ngiri lakini tukiingia kiroho, unasumbuliwa labda na ndoto mbaya, uchawi, na mambo yote ya kishirikina au ya mapepo, basi huu mti una faida kote kote na utakusaidia sana kutatua changamoto zako. Nimekuja kwa ajili ya kukufundisha namna ya kumlipua mtu moyo wa ambaye amekuacha umeachwa na mpenzi basi huyo mpenzi unataka umlipue moyo huko aliko, ili aweze kuumia na kuteseka, kwa nini amekuacha. Cha kwanza kabisa unatakiwa ujue majina yake, na pili, unatakiwa uchume hizi ndulele tulatula tula, tatu hizi tunda zake. Unatakiwa uwe na sindano, sindano moja na karatasi kipande kipande cha karatasi kwa ajili ya kuandika majina yake, na uwe na peni nyekundu. Kwa hivyo vitu vitatu, tunda za ndulele tatu, sindano, kipande cha karatasi na peni nyekundu. Unachotakiwa kufanya, unaandika jina lake katika kipande cha karatasi. Ukisha maliza kuandika jina lake, unachukua tunda ya ndulele, unazungushia lile karatasi, tunda ya ndulele inakuwa katikati. Unachukua sindano, unachoma unachoma, huku unanuiza, wewe fulani bini fulani, huko uliko, nina kuchoma moyo wako, ukumbuke ulichonifanyia, umeniacha lakini bado utaendelea kuumia juu yangu, nina kuchoma moyo wako na kuchoma akili yako ili unikumbuke haraka sana. Ukishamaliza kuchoma ndulele yako, hakikisha sindano imetokeza upande wa pili. Ukishamaliza kuchoma hiyo, sindano imetokeza upande wa pili, zoezi linalofuata utachoma kwenye moto. Kwa hivyo hili zoezi unalolifanya, hakikisha umewasha moto, umeandaa mkaa wako wa moto, utachoma kwenye moto. Zoezi lingine linalofuata, unatakiwa ukatupe sehemu maji yanapotembea. Hiyo tunda kutupa ya ndulele utaenda kuitupa maji yanapotembea mengi ili ipelekwe na maji. Njia nyingine ya tatu, ukishamaliza kuchoma hiyo sindano na ndulele na manuizi yako utaenda kuizika njia panda. Kwa hivyo njia ziko tatu za kumrudisha mpenzi kwa kutumia hiyo hiyo ndulele, wakati ushatengeneza manuizi, umechoma ndulele pamoja nayo sindano na hicho kipande cha karatasi ambacho kina jina lake. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, utatumia kuchoma, utatumia kutupa kwenye maji yanayotembea, utatumia kuzika njia panda. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, hii itamrudisha haraka sana mpenzi wako huko aliko. Ukishafanya ibada ya kumchoma kwa kutumia ndulele pamoja na sindano na karatasi basi atakurudia kwa haraka sana, na hili zoezi unatakiwa ulifanye siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ndio ufanye hili zoezi la kumrudisha mpenzi wako. Hakikisha unazingatia manuizi pale unapotengeneza dawa yako na kumchoma, na hata katika kuzika, na hata katika kutupa kwenye maji, hakikisha umeshanuia. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, vivyo hivyo, kama kuna mtu unamdai, kuna mtu unamdai, hajakulipa pesa yako, unaweza ukatumia vile vile ndulele utafanya kama walivyofanya katika kumvuta mpenzi, na utaandika majina yake na utachoma na sindano, na utaenda kuchoma katika moto. Na pia ukitoka katika moto, utachoma kwenye moto kwa manuizi, kisha utaenda kuzika njia panda, na nyingine utatupa kwenye maji. Zoezi ni hilo hilo, lakini kwa faida mbili tofauti. Bosi hajakulipa una mtu unamdai, basi fanya kama ulivyofanya katika kumuita mpenzi, kumlipua moyo mpenzi, mlipue moyo na huyo noo mdai, mlipue moyo huyo bosi wako ambaye umeahidiana am, pesa hajakupa, mchome, mlipue moyo kwa kutumia hii tunda ya ndulele, kwa kuandika majina yake, viringisha ndulele na karatasi, choma na sindano Nenda kachome kwenye moto. Ukitoka hapo, nenda kazike nje ya panda. Ukitoka hapo, nyingine utatupa kwenye maji yanayotembea, maji yanayotembea, maji ya tembea, mto. Mpendwa mtazamaji, mimi naitwa Dr. Merry, na imani kabisa umefaidika na darasa hili na litakusaidia sana, na kuomba ushare video hii na wengine wafaidike na darasa hili na pia toa maoni yako. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, subscribe like hii video. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, popote ulipo utapata huduma zangu. Unasumbuliwa na ndoa? Unasumbuliwa na kazi? Unasumbuliwa na biashara? Unasumbuliwa na marazi? Karibu sana, naitwa dokta Merry. Bonyeza alama ya kujumlisha mbili tano tano 0787232081 na kushukuru sana kwa kutazama video hii na kuungana na mimi katika video hii na tiba hii ya ndulele na tunda zake. Tutaonana katika video nyingine.